Tumesoma kwenye Kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa sita, Mungu anatoa wa agizo wachinje wanyama na damu wapake kwenye miimo ya milango. Anasema hiyo ndio itakuwa ni Pasaka, mtachinja na kupaka damu kwenye milango siku ya kumi na nne ya mwanzo wa mwezi mwezi wa nisani Kiebrania, ambao katika kalenda ya kizungu ni mwezi wa tatu au mwezi wa nne kwa Waebrania ni mwezi wa kwanza wao wanaoitwa ni mwezi wa Nisani. Na kwenye mambo ya Walawi ishirini na tatu mstari wa tano anaendelea kusisitiza na baadhi maandiko mengine, wana waisraeli waendelee kushika Pasaka, lakini ile damu waliochinja kama sehemu ya pigo la kumi na kuokoa wana wa Israeli chini ya mkono wa farao kule Misri iliweza kuwakomboa, ile damu dhidi ya uharibifu na utumwa na kuwaweka huru mbali na Misri, mbali na bada. Lakini walipokuwa huru mbali na Misri, akili zao bado ziliendelea kuwa chini ya utumwa na makangamizo. Ndio maana ndani ya miaka arobaini wakiwa wanasafiri kuelekea Kanaani kabla hawajafika, akili zao zote zilikuwa kule Misri. Walipata ukombozi wa kukombolewa wa kuwekwa huru lakini akili zao zilikuwa zijawekwa uhuru bado. Ndio maana kuna aina mbili za ukombozi katika mwili wa Kristo, katika kanisa. Aina ya kwanza, ya, kriso, ya, sema, ya kwanza ni ukombozi unaotokana na damu ya Yesu Kristo, agano la damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba anasema katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, tunao masamaha yetu kwa wingi wa rehema na neema yake. Ukombozi wa kwanza ni ukombozi wa agano la damu ya Yesu Kristo, ukifananishwa na ile damu ya wanyama iliyopakwa katika milimo ya milango yake. Mtu anapopokea injili ya Yesu Kristo na kuiamini na kuipokea na kuikiri ndani yake, automatic wala Yesu anafanyika kuwa ni Bwana na Mwokozi kwa maisha yake anapata ondoleo la dhambi, anapata masamaha ya dhambi. Lakini kusamehewa, kuwekwa mbali na laana, kupatanishwa na Mungu ni jambo moja, ni ukombozi unaotokana na agano na damu ya Yesu Kristo. Lakini unapofika habari ya ukombozi wa akili, ukombozi wa nafsi, ni kitu kingine tena. Damu ya Yesu Kristo ndio imetukomboa, imetupa masamaha, imetufukia dhambi zetu. Yesu Kristo akasema imekwisha, kwa maana deni zetu tayari alishazilipa in advance. Aliutoa wai wake na kutoa mara moja, lakini kwa habari ya kukombolewa fikra, ufahamu, hatuhitaji damu ya Yesu Kristo. Damu Yesu Kristo ilituweka mbali na laana, mbali na dhambi, ikatuweka huru, ikatupatanisha. Biblia inasema kwenye Efeso sura ya 2 mstari wa 13, sisi tuliokuwa mbali tulipatanishwa na kuwekwa karibu na Mungu. Mstari wa 18 anasema tukapata access ya kumkaribia Baba kwa Roho moja kwa sababu ya agano la damu yake. Lakini inapofika habari ya baada ya kupokea kipawa chaneaopo kukombolewa akili, haihitaji tena damu ya Yesu Kristo, inahitaji maarifa ya kweli ya neno la Mungu. Wana Waisraeli wa walikombolewa na kutolewa chini ya utumwa, lakini akili zao, wakiwa njiani miaka arobaini, bado ilikuwa chini ya makandamizo na utumwa. Akili zao zilikuwa Misri. Ilimchukua Mungu muda kuondoa Misri ndani ya mioyo yao. Ni sawasawa na sasa hivi, mara baada ya kuokoka na kupata neema ya wokovu itachukua muda ya kuwa transform kubadilishwa, mitazamo na asili ya malezi uliyokulia. Kuna mtu mmoja anaongelea mchakato wa kubadilishwa, ni mchakato ambao ni endelevu, hauishi siku moja. Mtu alikuwa anatukana na matusi, mtu alikuwa na hasira, mtu alikuwa na behave anyhow lakini automatic, kwa neno la Mungu linahubiriwa na kufundishwa, mtu anapolisikia, zile demonic or satanic appetite, zile desires za like kipepo au roho za uharibifu zinazomdrive mtu katika ya uharibifu, kwa kadri azidi kusikia neno la Mungu, anazidi kubadilishwa akili yake, anazidi kutakaswa akili yake, anazidi kusafishwa nafsi yake, ila ukombozi wa kufutwa makosa na dhambi na laana ulifanyika mara moja kwa agano la nani, la damu ya Yesu Kristo. Nisikilize vizuri, ni nini ambacho damu ya Yesu Kristo kilifanya? Damu ya Yesu Kristo ilirejesha mahusiano, ikatupatanisha ikatureconcile na Mungu, ikatupa msamaha wa dhambi, ikatupa access ya kumkaribia Mungu, ikatupa utambulisho mpya katika Kristo Yesu, tukaitwa sisi ni wana wa Mungu. Ndicho damu Yesu Kristo ilivyofanya, ina nena mema katikati yetu. Lakini neno la Kristo baada ya kuokoka kupokea kipawa cha neema wako Neno la Kristo kinachofanya linalofanya ni kubadilisha mtazamo wa kidunia na kukupa mtazamo wa kimungu ndani yako. Warumi sura ya 12 sura ya kwanza na upili. Kumfanya mtu aache kuongea kama watu ulimwenguni wanavyoongea aache kuwaza aache kuchukulia mambo kama dunia inavyofanya, naanze kuwaza na kuona watu na na kuona mambo na kuachukulia kama Mungu anavyochukulia. Ni neno la Mungu ndio linatubadilisha neno la Mungu linatupa nuru, kwa kadri neno la Mungu linafunuliwa ndani yetu. Neno la Mungu ni nuru ya utukufu inayofunuliwa ndani ya nafsi ya mtu. Kwa hiyo, kuna matendo ya giza, hauwezi kuona kwamba haya ni matendo ya giza kama nuru haijafunuliwa ndani yako. Hauwezi kukaribiwa kwamba hili ni uchafu kama nuru haijafunuliwa ndani yako. Ili ujue kwamba haya ni mapoza, hii ni mauti, lazima uzima wa Kristo ufunuliwe ndani. Ndicho neno la Mungu au kweli, neno la Kristo inalofanya kwa mtu alipokea neema ya wokovu. Inatupa uzima, inatuweka huru dhidi ya makandamizo ya akili, makandamizo ya nafsi. Mtu ambaye ameokoka ameondolewa pepo leo au ameondolewa roho chafu leo, anahitaji kupata maarifa ya kweli ya Mungu, neno la Mungu, ili mtu wake andani aendelee kukomaa na kukua imara, ili kesho zile roho chafu zinapokuja zikute ile nyumba ni safi. Maana pepo mmoja chafu mtu anapoondoka huenda kujiuliza mara mbili, kwa nini sirudi kule nilipotoka? Bila sema akirudi akikuta ile nyumba ni chafu anawaita wengine saba wanakuwa nane wanafanya makao tena, kwa u hali ya kwanza inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa njia pekee ya watu ambao wamefunguliwa kifungo fulani ni kuendelea kumjua, kumsikia na kumtafakari Mungu. Huo ndio ukombozi wa pili, kuacha ukombozi wa kwanza wa kukombolewa dhambi na masamaha. A, ukombozi wa pili ni ukombozi wa nafsi, nafsi yako ili uweze kuondoka katika hali ya hatia, kujiona wewe ni mwenye hatia, lazima ujue kweli ya Mungu kwamba Yesu Kristo alifanywa kuwa dhambi ili wewe uwe mbali na nini na dhambi, uhesabiwe haki kwa agano la damu yake, ili wewe uache kuwa na hatia za kujiona kwamba uko chini ya laana za shangazi yako na bibi yako, lazima upate neno la Mungu, kweli ya Mungu ijifunuiwe ndani yako. Kristo Yesu alifanyika kuwa laana ili atakayeamini awe mbali na nini na laana. Ni swala tu la mentality, ni swala tu la ufahamu. Hata uzima, hata uponyaji, hata mafanikio ni swala la kujua ile kazi kamilifu ya kidhabihu. Kristo Yesu alifanya nini kwa ajili yako? Unapojua na kukiri kile unachokijua tayari unakuwa huru, unatakasika mbali na najisi ya mauu